Maji ni uhai. Kila kiumbe hai hutegemea maji ili aishi. Maji hutumika katika shughuli mbalimbali kama vile kupikia, kunywa, kufulia, kilimo na ufugaji. Hata katika maisha ya binadamu maji ni kitu muhimu sana, ni kama vile mwili na roho, kwani binadamu anapoikosa roho hawezi kuishi. Vilevile binadamu bila maji ni sawa na nyumba bila ukuta. Msikilizaji, ungana nami katika makala hii inayozungumzia changamoto ya maji katika mtaa wa Malimbe Msimilia wako ni mimi Adrofin Joni. Nchi za Afrika Mashariki bado zimekuwa zikikumbana na kazi ya kutafuta maji safi na salama, na serikali nyingi zimekuwa zikipambana kutatua changamoto hii, lakini bado mzizi huu haujapatiwa suluhisho. Nchini Tanzania kuna baadhi ya maeneo ambayo maji bado ni changamoto, ikiwemo mkoa wa Mwanza, ambapo baadhi ya maeneo yamekuwa yakipata changamoto ya maji, ingawa ni miongoni mwa mkoa uliobarikiwa kuwa na ziwa Victoria. Katika kata ya Luchelele mtaa wa Malimbe kumekuwa ni moja ya maeneo ambayo yamekuwa yakikumbana na changamoto hii mara kwa mara, ambapo maji hukata ndani ya siku mbili mpaka nne, hali inayopelekea kushindwa kutekeleza shughuli zao za kijamii na maendeleo. Velediana Jumanne ni mkazi wa kata ya Luchelele, mtaa wa Malimbe jijini Mwanza. Anasema wamekuwa wakifuata maji katika umbali mrefu pindi maji yanapokuwa ya yamekata. Licha ya kuwa wanatumia umbali mrefu, lakini bado maji wanayoyapata yanakuwa si safi na salama. Mi naitwa Verediana Jumanne, ni wananchi wa Marimbe mnangani. Maji kweli ni changamoto, maana kipindi yanapokata yanakata kama kwa, kwa wiki yanatoka mara mbili. Kwao ni changamoto kubwa kwa sisi wananchi, tunangaika. Kuna visima kwa kule chini, kuna kisima cha kupampu, kuna kisima cha kuchota na, na chombo ndo yanatusaidia hivyo. Cha kupampu tunapata ya kunywa Alafu ya kufulia tunachota kwenye hicho kisima. Kuna wakati unaamua uchemshe, ni mtu ni mtu na mtu. Kuna mtu anaamua achemshe, kuna mwingine unatumia hivyo hivyo. Basi ule utakutana na kinyesi njiani, utakutana na maji machafu njiani, unakanyaga hivyo hivyo unaruka, lakini unafikia unafikia hapa naye Maliam Kibeta ambaye pia ni mkazi wa mtaa wa Malimbe anasema kuwa kutokana na changamoto ya kukatika kwa maji kumepelekea kutumia maji ambayo sio salama kwa afya ya maji. Pia wao tunafuata maji huko bondeni, huko wakiwa wamekatika maji machafu. Muda mwingine tunakosa hata maji ya kunywa na kupikia, kwa hiyo tunafuata mbali sana, tunaenda kufuata huko wanaotirika, ukoenda uko, uko, uko majarubani huko tunapoenda kutafuta hayo maji hey, unakuta tunatafuta, hatupati. Lakini ndio hivyo kiukweli, athari ni nyingi, kwa sababu unakuta mda mwingine nataka nipike, lakini maji hamna ndani. Kwa hiyo anakuwa anabaki tu na watoto, muda mwingine wanalia kiu, wanataka kunywa maji, wanajikuta wanakunywa maji tu haya machafu. Baadaye kama huyu mtoto mwingine mdogo hapa, lini ile alikuwa analia, amekunywa maji machafu aka naumwa analia naumwa tumbo. Nilivyopeleka pale kumuona daktari, daktari akasema kwamba ni kwa sababu ya tumbo, kwa hiyo hii ni maji machafu. Kiukweli ninaiomba serikali iangalie tena kwa jicho la pili hili jambo. Kutokana na changamoto hii ya maji, jamii imekuwa ikipitia wakati mgumu sana kupata maji, ambapo muda mwingine inawalazimu kununua maji na hata kuwaagiza watoto wao waende ziwani ili kuteka. Petro Erisha na ni mkazi wa mtaa wa Malimbe, barabara ya Mnangani, ambapo ameiomba serikali iwaangalie kwa jicho la tatu na iweze kutatua changamoto hii, kwani anasema wanapitia wakati mgumu sana kutokana na kutumia maji ambayo sio salama, ikiwa ni pamoja na kupata wa kiafya kama vile kupata homa za matumbo na kuhala. Jina anaitwa Petro Ilisha ni mkazi wa mtaa wa Masha huko Malimbe. Kweli changamoto ya maji imekuwa ni kubwa sana, huku maji yanapokata kwa muda mrefu, na hii changamoto inatupelekea sasa, sisi tunaanza kufata maji kwenye vyanzo ambavyo siyo salama. Mara nyingi huwa tunafata maji kwenye mabwawa, maji ambayo tunategemea tunywe, tupikie, tufanyie usafi. Kwa hiyo hiyo changamoto, tunapoenda kuchukua hayo maji yanakuwa siyo salama, yanakuwa hayajawekewa zile dawa za kuua wadudu na mnakuta mna shida. Kwa hiyo mnachota maji hivo, mnayatumia, mnakunywa, mnapikia na mwisho wa siku ndo mnapata shida sasa kiafya, mnaugua matumbo, lakini pia kuhara, shida ambayo inakuwa ni changamoto sana kwetu, kwa sababu ukiangalia, na wakati mwenyewe huu aliaewa sio nzuri, na mwaka mwenyewe kama ulivyo hivi, sio mzuri sana kiuchumi. Kwa hiyo mnapopata shida kama hizo, yani, inakuwa ni changamoto sana na kuwa mna kaa mda mwingi. Shida zinawasumbua afya zinazofika, na mkishakuwa vile tayari, yani ile nguvu kazi inakuwa imepungua ya familia. Mfano, unakuwa ni mtu ambaye unategemewa sana katika familia, wewe ni baba wa familia au ni kijana shupavu, lakini ndo tayari unaumwa tumbo, hala unaharisha. Kwa hiyo kazi zinakuwa haziendi, unakuwa tu umebaki huko kuendelea hivyo, kunapelekea changamoto pia katika familia yako. Kwa hiyo shida ya maji kweli ni kubwa sana kwao, tulikuwa tunaomba ili swala litatuliwe kwa uharaka sana maji yasiyo yanakata mara kwa mara ili kupunguza hizi changamoto. Ni wajibu wa kila serikali kwa kushirikiana na wananchi kuhakikisha kuwa wanatokomeza changamoto ya maji katika maeneo ambayo yanakabiliwa na kazi ya hii. Mweta Mchuni ni mwenyekiti wa mtaa wa Malimbe barabara ya Mnangani, anasema changamoto ya maji katika mtaa wake haijaanza leo wala jana na anasema kuwa sababu ya kukatika kwa maji katika mtaa wa Malimbe ni maji kuwa ya mgao ya, Kwa majina naitwa ndugu Mwita Mchuni, ni mwenyekiti serikali ya mtaa wa malimbe ya, Kweli ipo shida ya maji baadhi ya maeneo, kwa sababu kwa sasa hivi baadhi ya maeneo tunapata maji kwa mgao, lakini hata hivyo kwa kushirikiana na mwawasa uh, kipindi tulipoanza mwaka jana tulikuwa tunapata maji siku mbili kwa wiki siku ya Jumatatu na Jumanne, lakini kwa sasa hivi angalau tunapata kwa siku tano na siku mbili ndio unaweza kukuta hakuna maji. Mpaka sasa, japokuwa sasa hivi mtaa wa Malimbe hauko kwenye ule mradi ambao uko kwenye kata ya Luchelele kwa ajili ya usambazaji wa maji, lakini tulishikiana tulishiikiana na watu wa Zalula tukapata mabomba ya nchi tatu kiasi cha kilomita moja ili kuweza kupunguza shida ya maji, hivi ikapelekea kupunguza shida ya maji kutoka siku tano kwa wiki mpaka siku mbili kwa wiki. Hapana, shida sio eh, mabomba shida kubwa ndio shida kwa upande mmoja, shida inaweza ikawa ni mabomba kwa sababu mabomba bado hayajafika kwa wananchi wengi. Imefika karibu ni nusu tu ya mtaa. Mtaa wetu ni mkubwa, una wakazi wengi. Pia mwenyekiti amesema kuwa bomba la inchi moja na nusu haliwezi kuhudumia watu zaidi ya elfu ishirini kwani watu wa mtaa wa Malimbe pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu wa Agustino, bomba hilo la inchi moja na nusu haliwezi kukidhi mahitaji yao. Asante msikilizaji kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Msimuliaji wako ni mimi Adrofina Rupia.